Ibnu Nyamweru Media. ahabbun nasi ilallah anfauhum linnas. Tunamalizia hadithi tuliacha siku ile, kwamba kwenye masuala ya pombe, na tukasema kwamba alhadu fi shurbi lkhamr, kwamba kiwango cha hadi katika wale walevi, Bidayatu kaifa wa kaifa, tadarruj vipi ilianza na vipi ile inabadilika. Tulifasiri hadithi wiki imeisha, na tukasema ya kwamba kwenye hii hadithi ya Abu Huraira, mtume alisema ole jamali poingia amelewa. Mtume aliwaamrisha maswahaba akasema, idribuhu, mchapeni. Wakamchapa kama alivyosema Abu Huraira, faminna dharibu biyadi, kuna wale mpiga kwa mikono makofi, wa dharib bin alihi, wengine wakampiga kutumia viatu eh, wa dharibu bi thawbihi, wengine wakampiga kutumia nguo zao, tulionyesha hivyo eh Falamma ansaraf, alipotoka. Qala baadhi alqawm, baadhi masahaba kasema akhzaka Allah, kumwambia dua mbaya, Mungu akudhalilishe we. Qala mtume akajibu akasema la taqulu hakadha, jamani, msisemi hivyo, msimwombe dua hiyo mbaya. kwa nini? La tuainu alayhi shaytan, kwa sababu kiomba hivyo ni kwamba mnakuwa mnamteza nguvu nani? Shaytan. Yani kinyume chake, ukimwona mwenzako nakosea, dini imetufunza nasema muombe dua kusema hadaka Allah. Yani, Allah yani Allah afanye nini? na ni vizuri kwa haya tumetoka kusomeshana, kujishusha. Unamwambia hadaka Allahu wa hadana jamian, akuongoze, akuongoze. Ili asisi kama vile umefanya nini umejinyanyua <laughs> kuliko kuliko yeye. Kwa hiyo kwenye hadithi shekhe anasema, katika sharhi anasema fihi dalil, inaonyesha kwamba kuna dalili ala anna ukubat alkhamri laysa laha ish hadd ma kwamba eh, haddi ya, ya, ya yule atakaelewa Haikupangwa kwamba apigwe kiwango fulani au apigwe fimbo au apigwe nini, sawa. Na hadithi hadha, lam yuhaddi lahum nabii sallallahu alaihi wasallam hadda, hii hadithi nametu kwa sababu mpigeni, hajawaambia mpigeni fimbo au mpigeni majido au mangumi ambaye tu, twangeni jama, wakampiga, wenye kumpiga makofi, wenye kumpiga ngumi, wenye kumpiga kwa viato kwa nguo, zama za Mtume, naam.

mpaka alipokufa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akikamatwa mtu amekunywa pombe, hakuna haddi muayyan kwamba atapigwa fimbo au ijtihadi minu sasa. Abubakari akasema hivi ah, mimi nakadiria tutakuwa tunawapiga fimbo, hakuna tena masuala ya makofi wala ya nguo wala ya viatu, hivi ni kuwapiga fimbo ngapi? Arobaini. Zama za nani hizo? Za Abubakari Sidiki, na Abubakari alitawala miaka hiyo miwili tu, miaka miwili kama na miezi miwili hivyo. Basi, kwa hiyo kwenye utawala wake ikawa akiletwa mlevi anapigwa arobaini fimbo.

ile ile zile nchi mnaita uh, pays de magrebe mnaita mwe yani Almaghribi al arab, Afrika Afrika ya juu ya, ju, ya warabu ma algeri libi tunizi, Marok, na marona maegypt yote kule kuingia ile yote ile, uislamu uliingia zama za Umar bin Khattab radhiyallahu, hakuishia pale, mpaka kule mnaita magharibi, Afrika magharibi. Maburkina Faso, mamali, ma Senegal. Na ndo nono idali ya kule Waislamu ni wengi kuliko kukwetu. Haukwishia pale. Ukaenda mpaka katika zile nchi tunaita fi biladi mawara nahari, nchi ambazo ziko nyuma ya mabahari, ya mito. Kule ambako kwa leo nye mnaita ni Russia au Urusi. Zile nchi ziko na stan mwisho. Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Dagestan. Mnaziona zile kule Uislamu ulifika zama za Umar ibn Khattab anhu radhi... Sio tu pale, ukafika mpaka Indonesia, ukafika mpaka Filipina, zama za Umar ibn Khattab. Umar min al-Amir, na neno amir lakini, ni mjengaji. Zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, imethibiti kwamba misikiti aliweza kujenga misikiti ni zaidi ya elfu sita kwenye utawala wake, na miji aliweza kuteka ni zaidi ya elfu nne Alafu wanakuja wapuuze tu wanamtukana, la natullah alayhi, wao watakuwa na isawi, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hawa Mungu ameshasema radhiyallahu anhu wa radha Allah, kishauri hivyo wewe utakimchafua, unapopunguza ni tuwapende maswahaba Mtume Muhammad, wallahi tuwapende, e, tuwapende, tena ukimsikia mtu anamchafua sahaba, ukiwa na uwezo wa kumkanyaga mkanyagi, wallahi ukiwa na uwezo wa kumkanyaga mkanyagi. Kwanini asimtukani baba yake au, au mzazi wake, akatukani masahaba mtume wetu Muhammad? Tumefunzwa sisi katika tauhidi kwamba hubu sahaba min aliman, kuwapenda masahaba ni moja miongoni mwa dalili ya imani. Allah, tujalie miongoni mwa hao. Na kwa hiyo kwenye zama za Umar, Uislamu ulipanuka, anasema Sheikh, kathura an-nas, watu walikuwa wengi, alladhina dakhalu fi alislam, walioingia katika Uislamu. Rafiki wanaelewa tu kwamba na walevi watakuwa wengi. So, idadi ya Waislamu wanaingia ni wengi, si wote imani inakuwa ni moja. Kwa hiyo waangaji watakuwa, walevi watakuwa, wazirifu watakuwa, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo anasema shehe, wa minhum wa minhum man dakhala min ghairi raqba, unaona kama hiyo, miongoni mwao kuna wenye waliingia muislamu bila kupenda, yani labda kwa kuokopa tu, au wengine kuona kwamba, si uislamu unatoa una sadaka sana, unagawia maskini na mafakiri hasa kwenye zaka vile, inna masadaqatu liman alfuqara walmasakina mpaka mwisho. Hacha nasi tuingie tupate, kwani huko hawapo? Hakuna watu wanaingia dini na mazani? Hakuna watu wanakuja kwa mtu ni zae katika dini? Ukimwambia hacha nipeleke kwa Bilali ya kuzaa ijeisha aka wewe, kwanini wewe we? Anajua kama hapa ndo mvue itajesha hey, akubali kwa nini kwa hiyo kuna watu waliingia pia Muislamu, fakathura shurbul khamri. Kwa hiyo pombe ikao inanywa sana na baadhi ya wale waliingia Muislamu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hawa ndio viongozi walioutendia Uislamu haki. Allah akawaridhia. Alipoliona hilo Umar, watu wengi wanakuwa ni walevi, alifanya nini? Istashara sahaba, istashara sahaba. Hakuchukua maamuzi peke yake, na yeye ndo kigogo, unasikia Uislamu penye umefika. Lakini aliwaita maswahaba wenzake, na hasa tena palikuwa wale maswahaba walikuwa wanaitwa, walikuwa wanaitwa ahalul hal wal aqd, yani kwa lugha ya leo wanaita wazee wa busara, walikuwa ni maswahaba pindi Umar yuko hai walikuwa ni maswahaba saba wako hai, baada ya kuwa watatu miongoni mwao wameshakufa katika kumi aliyobashiria mtume pepo, min al ashara almubashirina biljanna, walikuwa wamebakia wako saba. Mwa hao saba na yeye akiwemo, yeye ndo wa saba, yani yendo, walikuwa wamebakia sita. Na hata wakati alipigwa kisu, ambayo ilikuwa ni sababu ya kuuawa na kafiri mmoja katika dini ya Majusi anaitwa kwa jina la Abu Lu'lu'a Almajusi. Alipompiga kisu Umar akaumwa, akaumwa kama siku mbili au tatu, kwake iko na majeraha. Akatuma mwanae Abdullah ibn Umar amletee maziwa ya maji kama kipimo, akanywa yale maziwa. Alipokunywa yakatokea pale kwenye donda, akaelewa vizuri kama utumbo tumbo ulikatika, akajua hawezi kupona. Akausia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mambo mawili. La kwanza alimtuma mwanaye Abdullah ibn Umar, akamwambia kaniombe kwa mama umil mu'minin Aisha radhiyallahu an, kaniombe kwa mama wamini Aisha, mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nitakufa. Maana ishara na dalili zinanionyesha kama nitakufa, kama nitakufa, namwomba mama niridhie, nizikwe karibu ya warafiki zangu chumbani kwake, kwa sababu wa rafiki zake wawili alikuwa ni Mtume Muhammad na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na wote walikuwa wamezikwa chumbani kwa nani? Kwa Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo akatuma ujumbe, na muomba mama, ndo mwenye chumba chake, kama nitakufa hii hali, nimeshaomba naomba mama unikubalie niziko hapa. fabaka Aisha akalia, baada ya kuwa Abdullah ibn Umar amemletea ujumbe, akalia sana, akasema, ile nafasi nilikuwa nimejiandalia mimi kwa sababu chumba cha mtume ilikuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo ile fasi moja atakufa aziko iada kisha usia, wa pili, usia, Umar Khattab, usia akasema, nitakufa, wa pili aliusia Khattab radhiyallahu anhu akausia akasema kama nitakufa ninaasha baada ya kuwa maswahaba muminin, ewe kiongozi wa waumini, na yeye ndio wa kwanza kuitwa hilo jina, ili jina la amiril muminin wa kwanza kuitwa ile jina katika Uislamu ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Aliyemtangulia Abu Bakar alikuwa anaitwa Khalifatu Rasulillah, kiongozi alichoguliwa na mtume. Umar ndio wa kwanza kuitwa Amirul Mu'minin, wakamuita yeye kiongozi wa waumini. Au suina man yakunu khalifatan ba'da dhalik, tuusie nani atakuwa kiongozi baada yako, tunakuomba tuusie nani atakuwa kiongozi. Sikia majibu aliyojibu, wallahi watu wa cha Mungu Yaani, maneno unayosikia subhanallah! Allah wazidishie masohaba Mtume wetu Muhammad, aina nahnu biha bihaulaya rabbal alamin. Tuko wapi sisi na masohaba wa mtume kunako tabia zetu na myenereo yetu? Wanamwambia, ya Umar, ya amiral mu'minin, ausina tuusie. Akajibu akasema Ikiwa kama nitahusia nikawaambia fulani awe kiongozi wenu, yuko ambaye alishahusia kabla yangu, ambaye ya ni bora kuliko mimi, na ikiwa kama nitakaa kimya nisihusii, nani atakuwa kiongozi baada yangu? Yuko ambaye ya alikaa kimya hakuhusia, bora kuliko mimi. Ikiwa kama nitahusia nani atakuwa kiongozi baada yangu yuko ambaye alishahusia kabla yangu ambaye ni bora kuliko mimi. Hapa anakusudia Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, ili Umar atawale we kiongozi. Abubakar alihusia akasema, ni nikifa Abubakar wa kiongozi na Umar wa we kiongozi wenu, na sote tunakiri kama Abubakar ni bora kuliko na? kuliko Umar. Kwa hiyo ikiwa kama nitahusia, yuko ambaye alihusia kabla yangu na ni bora kuliko mimi na ikiwa kama sintohusia yuko ambaye hakuhusia kabla yangu na ni bora kuliko mimi, akimaanisha nani? Mtume wetu Muhammad. Mtume hajasema Abu Bakari awe kiongozi, na mtume ni bora kuliko nani? Kuliko Umari. Lakini wakamshupalia wakamwambia, utatuambia, tuambie nani atakuwa kiongozi, tuambie. Akarudia ilo neno utatuambia akausia akafika, nasema basi nikiwa kama nitakufa, na liacha hilo swala, mikono maamuzi yatolewe na sita tulmubasharina bil janna, watu sita ambao watakuwa wamebaki hai katika kumi tuliobashiriwa pepo. Na hawa sita, baada ya Umar kufa, ndo walikaa kikao miongoni mwa hawa sita, akiwemo Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, akiwemo na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akiwemo na Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, akiwemo na Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu, akiwemo na Abu Ubaid Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu, na mwingine wa sita sikumbuki ni nani. Hawa sita ndio likaa kikao, na miongoni mwa hawa sita ndio wakamchagua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, na huyo ndio Uislamu. Haya nayo zungumza ndugu zangu, haya wenzetu nchi zinaendelea walichukua huyu mfumo wa dini, japokuwa wakuchukua tauhidi. Kwa watu wenye kusoma historia ya Marekani na kufata Marekani, kuna watu wanaitogwa les grands electeurs. Wanajulikana ni kina nani? Sio wale wanapiga kura ndio wanampitisha rais Marekani? Hapana, wako watu ambao wenyewe wanaitaga wazee wa busara, ndio wanaamua ni huyu ni huyu, wengine ni formalite tu. Sisi bado tuko mvurugu, hatujui hata tunaelekea wapi. Aina nahnu bihaula, kama alivyosema mmoja miongoni mwa maimamu wetu, la yuflih akhir hadhihi al umma illa bima salahat awwaluha. Nyinyi wa mwisho katika umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam amtofaulu mpaka mfate nyayo za wa mbele wa mwanzo katika umati Muhammad, akimaanisha maswahaba na wale matabi'in na wale matabi'i Umar alipoyaona haya, falamma raa nas kad aktharu fiha, alipoona wanakunywa saa istashara sahaba, akawashaurisha na sana wajaribu kuwashaurisha ni hao tumesema, ahalul hal walakin bidalil, faqala faqala Abdurrahman ibn Auf, moja mwao sita akamwambia, ni akhaful hudud 80 naam, akamwambia hadi ndogo ni makumi mnane, yani dubli ya zile 40 za zamani za nani za Abubakar ndogo ni makumi mnane na, mna hii makumi mnane tunaitoa wapi? Nani ana wapi alitoa Abdurahmani kichwani? Mwake metoka ni haddul qadhf, wale ambao wanatabia kuwachafua Waislamu na hasa Waislamu wanawake, ukamzulia sijui amezini na sio mzinifu, yuko hivi, kwa kuchafua kushusha nini heshima yake. Kama ni nchi inaongozwa kidini ikagundulika wewe ni mwongo kaka, unapigwa themanini. Allah amehukumu hivyo ndani ya Qur'an, makumi mnane. Kitaka faida zaidi, rudia kwenye qiswatul ifk, walipomzulia mama yetu Aisha kwamba amezini, rudia kule katika suratul nur, utapata kijana, ndo anaiona dalili. Sasa uko nalala hapo, ndo alitoa Abdurrahman hey, themanini ya bei ndo ndogo kwa hiyo Umari akufanya hereri akazipandisha mwanaume, akazitoa kwenye 40 ilikuwa zama za Abubakari, akija mlevi ikawa, akija anapigwa 80. Kabla tujaendelea, leo ikitokea tutampiga ngapi? Kama imetokea leo mlevi, sasa tumpige ngapi? Na, tumpige ngapi? Maana kwenye dini didalili, e, sio masuala ya kuamua atapigwa ngapi na <laughs> eti elfu moja kaka, dini sio yako wala yangu. <laughs> mimi na wewe nani tupange sheria? Lazima tufuate bwaya a aliotutagulie, tutampiga ngapi? na hatumpigi arobaini, haturudi nyuma, tunakuja mwezi nyingi napigwa themanini na <ece>

fainnahu la yanbaghi lana an nadu alayhi bil khizyi wal ar. Alhamdulillah, kwa hiyoi hadithi umepata faida kwamba Mwislamu yote akifanya dhambi ambayo iko na hadi duniani, yani iko na adhabu yake duniani, haijuzu kwa sisi kumwombea dua mbaya. Mfano mezini ni kijana ajaoa na amekanyagwa zile fimbo mia, watu wamwombee tu uongofu. Sawa jamani, ameiba kisha sheria ya Mungu imefuatwa, amekatwa mkono, mwombeni uongofu, msikai tena mnamwombea dua iliyokuwa mbaya. Nasalullaha madha naam. Tunamuomba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sote atuongoze na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sote media afanyeni